Mtazamaji wa Mnyasa Media, karibu sana kwenye chaneli yako ipendwa ya Mnyasa Media. Inawezekana taarifa hii inaweza ikawa mbaya zaidi kwa mashabiki wa Simba. Mashabiki wengi wa Simba kuelekea kwenye mchezo wa fainali wa marudiano dhidi ya RS Berkane, walikuwa wakiamini kwamba mchezo huo ungepigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kulingana na taarifa ambazo zimeendelea kutolewa kwa maana ya CAF wenyewe, lakini vilevile klabu ya Simba imeweza kutoa taarifa ikieleza kwamba juhudi eh, zilizofanywa na serikali eh, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, pamoja na klabu eh, zimeweza kugonga mwamba eh, kufanya mchezo huo uweze kupigwa eh, katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini hivi sasa eh, shughuli nzima ya mchezo huo itafanyika eh, katika uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar, jambo ambalo limeleta eh, sitofahamu kubwa eh, kwa mashabiki wa Simba. Baadhi yao wameweza eh, kuvamia eh, peji za kafu na kueleza hisia zao eh, kwa uchungu na hasira kali eh, baada ya kafu kutokusikiliza eh, takwa la klabu ya Simba ama ombi la klabu ya Simba kwa mchezo huo eh, kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. CAF wameweza kusimamia msimamo wao wa awali kwamba mchezo huo eh, upigwe katika uwanja wa Amani Complex Visiwani Zanzibar, jambo ambalo limeleta eh, taharuki kwelikweli eh, miongoni mwa mashabiki wa Simba. Moja ya sababu ambazo Simba wanaamini kwamba wakicheza mchezo huo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, basi matokeo yanakuwa rahisi sana kwao, kwa wageni, kwa maana ya timu ambazo zinatoka nje ya Tanzania kwenye michuano ya kafu, lakini uwanja eh, wa Amani Complex wanaamini kwamba eh, kwao ni ugumu zaidi, lakini eh, wenyewe wanakuambia kwamba lolote linaweza likatokea eh, kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Ndivyo soka lilivyo, kuna matokeo matatu eh, kushinda, kutoka suluhu eh, lakini vilevile vile na kuweza eh, kufungwa. Lakini eh, katika mchezo huu Simba wanahitaji eh, kwanza kurudisha magoli mawili ambayo waliweza kuyama yaruhusu kwenye mchezo wa awali eh, katika mchezo uliofanyika eh, tarehe kumi na saba eh... Kule nchini Morocco katika mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa nyumbani wa Berkane ambapo Berkane iliweza kupata matokeo chanya ya kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri dhidi ya Simba, lakini hivi sasa Simba inakwenda e, kucheza mchezo huo wa e, mwisho kabisa na mchezo ambao utamwamua bingwa wa e, kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Hivyo mchezo huo e, utapigwa katika uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar. Mtazamaji wa Mnyasa Media. Kwa namna ambavyo unatizama na kwa namna ambavyo hali ilivyo unaiona Simba eh, kwenda kufanya eh, maajabu ya kihistoria ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika mbele ya RS Berkane e, katika mchezo utakaopigwa Jumapili e, tarehe ishirini na tano katika uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar. Na nikwambia kuambia tu mtazamaji wa Mnyasa Media e, Simba watatoa taarifa yao rasmi kuelekea mchezo huo e, ambao utapigwa Jumapili tarehe ishirini na tano ndani ya Amani Complex visiwani Zanzibar na barua ambayo ilikuwa inasambaa kwa kasi sana e, kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambapo barua hiyo ilikuwa inaonekana kama imeandikwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF ikielekeza kwamba eh, mabadiliko ya uwanja kutoka Amani Complex kuja eh, Benjamin Mkapa, lakini baadaye CAF kupitia eh, peji zao rasmi wameweza kukanusha kwamba taarifa hiyo ilikuwa sio rasmi, kwamba taarifa hiyo eh, kwa maana ya barua ilikuwa ni feki, yani sio sahihi eh, ni habari ya uongo eh, ndipo mashabiki wa Simba wakaweza kuvamia eh, peji mbalimbali za CAF na kuweza Kutoa hisia zao eh, kwa hasira eh, wakisema kwamba shirikisho la mpira wa miguu CAF halijawatendea haki mashabiki wa soka Tanzania, halijawatendea haki eh, mashabiki wa soka eh, Tanzania, haki, eh, mashabiki wa Simba, eh, kwa kulazimisha kwamba mchezo huo upigwe eh, katika uwanja wa Amani Complex, badala ya mchezo huo eh, kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mtazamaji wa Mnyasa Media, kwa hali jinsi ilivyo unaiona Simba kwenda eh, kuandika historia mpya eh, katika mchezo huo wa fainali fainali ambao utapigwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Amani Complex Visiwani Zanzibar, kama ambavyo taarifa zinazidi eh, kuelezwa kwa uwazi kabisa kwamba mchezo huo utapigwa eh, katika uwanja wa Amani Complex Visiwani Zanzibar. Lipi Simba wafanye na nini kifanyike ili kwamba kombe hili liweze eh, kubaki Tanzania kwa mara ya kwanza eh, kupitia eh, kwa klabu ya Simba, ambapo awali eh, Simba iliweza kucheza mchezo wake eh, katika uwanja huo, kwa maana mchezo wa nusu eh, finali dhidi ya Nibuchi, ambapo Simba iliweza kuibuka eh, na ushindi wa goli moja kwa sifuri, goli ambalo lilifungwa na John Chajawa ambapo goli hilo ni goli pekee ambalo limefanya Simba kutinga tua ya fainali dhidi ya RS Berkane. Mtazamaji wa Mnyasa Media, dondosha pomo gogoi kutuambia, wewe unafikiria nini Simba wafanye kuelekea mchezo huo dhidi ya RS Berkane. Tayari mabadiliko hayo yako wazi, tayari ni rasmi kwamba fainali ya Simba dhidi ya RS Berkane yatafanyika katika uwanja wa Amani eh, Complex visiwani Zanzibar tarehe ishirini na tano siku ya Jumapili eh, wiki hii.